Aliyekuwa waziri katika nchi ya Tanzania Bwana Geoffrey Mwambe ameweza kutekwa na kuweka katika mazingira yasiyo wazi. Swala hili linahusisha Bwana Emmanuel Nchimbi na azima yake ya kuweza kutaka kutafuta urais kutoka kwa Mama Samia Suluhu, lakini pia viongozi wa kanisa Katoliki. Ikiwa ni mara ya kwanza tunapatana, jina langu ni Presenter Gutone. Hakikisha kwamba unazidi kutufuatilia kwa faida ya kupata hizi na stori zingine nyingi punde zinapotokea. Nam, katika taarifa ambazo zinanifikia ni kwamba aliyekuwa waziri bwana Geoffrey Mwambe ameweza kukamatwa na kutiwa katika mas, mazingira yasiyo wazi, ni mfano wa utekaji, lakini ule wa kuwekwa sehemu ambayo sio wazi na katika mazingira ambayo hamna mtu ambaye anaweza kukuona. Taarifa hizo zimeweza kunifikia sasa hivi na ninazipeperusha moja kwa moja ili wananchi wapate kupata taarifa hizi. Katika taarifa nilizopata naweza kuambiwa kwamba ni for immediate press release, Kigamboni, Tanzania. Msikilizaji, naomba nikusomee kifungu kimoja hapa cha taarifa hichi ya taarifa hii inavyosema chanzo kinachotoa taarifa hii kinapenda kuujulisha umma kwamba kimepokea taarifa za kweli zikihusu hali ya aliyekuwa waziri Bwana Geoffrey Mwambe. Kwa mujibu wa taarifa hizo za awali, zinadai kuwa Mwambe amekamatwa na kushikiliwa kwa siku kadhaa katika mazingira yasiyo wazi na kwamba kwa sasa anadaiwa kuwekwa katika eneo la Kigamboni , Dar es Salaam. Msikilizaji, Bwana Geoffrey Mwambe alikuwa ni waziri siku zilizoweza kupita, na sasa ameweza kutekwa na hajawekwa sehemu ambayo ni wazi kwa umma kujua kwamba yuko wapi. Na bwana Mwambe amekamatwa siku kadhaa zilizoweza kupita, lakini taarifa hizo hazikuweza kufichuliwa mapema, kwa sababu haikuwa imefahamika wazi kwamba ni kipi kinachoweza kutokea. Lakini leo hii ripoti hiyo imeweza kufika, na kama ilivyoweza kutumwa hapa, bwana Mwambe ameweza kukamatwa na kushikiliwa kwa siku kadhaa katika mazingira yasiyo wazi, na kwamba kwa sasa anadaiwa kuwekwa katika eneo la Kigamboni, Dar es Salaam. Kwa hivyo bwana, bwana, bwana Mwambe kwa sasa yupo katika eneo la Kigamboni mji mkuu wa Dar es Salaam. Najua kinacho kuhusu ni kwamba swali ni kipi kinachoweza kusababisha bwana Geoffrey Mwambe kuweza kupitia hali hii. Naomba nikusomee taarifa hii inavyoweza kuendelea. Inasema hivi, taarifa hizo zinaeleza kuwa tukio hilo linahusishwa na mahojiano yanayodaiwa kuhusiana na tuhuma zinazoelekezwa kwa Emmanuel Nchimbi, ikiwemo madai kuhusu nafasi yake ya kisiasa na mahusiano yake na baadhi ya viongozi wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC kwenye mabano Taarifa hizi zimeweza kumuhusu bwana Emmanuel Nchimbi ambaye ni makamu wa rais katika nchi ya Tanzania sasa hivi. Na kutekwa kwake bwana Godfrey Mwambe kumehusishwa na mahojiano yaliyoweza kutokea ambayo ilikuwepo ikiwemo madai kuhusu nafasi yake ya kisiasa na mahusiano yake na baadhi ya viongozi wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Lakini pia taarifa hiyo inaendelea kusema aidha, inadaiwa kuwa maswali ya mahojiano hayo yalihusu pia tetesi kuhusu mipango ya kisiasa ya Nchimbi, ikiwemo uwezekano wa kuutaka urais sasa hivi na mipango ya kuwania urais kwa kipindi cha kuelekea mwaka wa elfu mbili ishirini ah, elfu mbili. Kwa hivyo msikilizaji, kile ambacho tunakipata hapa ni kipi? Kwamba bwana Godfrey Mwambe aliweza kuhusika katika ma, mazu, mawasiliano ama mazungumzo na bwana Nchimbi vile watakavyoweza kuchukua urahisi kutoka kwa Samia sasa hivi na vilevile vile mwaka wa 2030 sijui. So, kama unanipata msikilizaji, swala la utekaji wa bwana Godfrey limeweza kutokana na, na hayo mazungumzo ambayo yaliweza kuhusu azma yake bwana Nchimbi, kuweza kutafuta urais kutoka kwa mama Samia. Lakini pia taarifa hii inanieleza kwamba bwana Nchimbi ameweza kuonekana kuonyesha azma yake ya kuweza kutaka kuchukua uongozi huo kutoka kwa mama Samia. Taarifa hii ikimalizia, imeweza kusema kwamba kwa sasa hakuna udhibitisho wowote kutoka mamlaka husika, vyombo vya dola au taasisi zinazotajwa katika taarifa hizi. Tunasisitiza kwamba taarifa hizi ni kweli na uhakika. Nasikiliza msikilizaji. Chanzo cha taarifa hizi kinasisitiza kwamba taarifa hizo ni za ukweli na ni za uhakika kwamba Bwana Nchimbi ambaye ni makamu wa rais wa Tanzania ameweza kuanza kuionyesha azma yake ya kuweza kutaka kuchukua urais kutoka kwa Mama Samia, lakini katika siku za hivi karibuni kumeweza kutokea machafuko sana nchini Tanzania. Na katika machafuko hayo ambayo yameweza kutokea, bwana Emmanuel Nchim, Nchimbi hajaweza kusikika popote akiweza kulitamka lolote kupinga wala kusapoti. Kwa hivyo tunaweza kusema aje, msikilizaji? Taarifa hizi za hii leo zimeweza kusema wazi kwamba bwana Emmanuel Nchimbi na bwana Godfrey ambaye ni waziri wa awali wameweza kuhusika katika mazungumzo, mazungumzo ambayo yameweza kufanya bwana Godfrey kuweza kutekwa na kutiwa katika mazingira yasiyo wazi. walichoweza kukiongelea ni, ni vipi bwana Emmanuel Nchimbi ataweza kuichukua serikali na kuweza kuongoza mpaka ifikapo mwaka wa 2030. Taarifa hizi pia zina, zinasema hivi, tuhuma zinazoelekezwa kwa Emmanuel Nchimbi ikiwemo madai kuhusu nafasi yake ya kisiasa na mahusiano yake na baadhi ya viongozi wa Baraza la Maaskofu Katoliki. Sikilizaji. Hili pia limeweza kuwahusu maskofu Katoliki Tanzania. TEC pia ni kati ya wale walioweza kuhusika katika mchakato mzima huu. Taarifa hizi tunaendelea kuzifuatilia kupitia chanzo kilichoweza kuzituma, na tutahakikisha kwamba unazidi kupata kutaarifika na kuweza kujua ni kipi kinaendelea kuhusu haya. Hakikisha kwamba unazidi kutufuatilia msikilizaji.